Yo, mambo vipi? Kuna baadhi ya mambo ukiweza kufanya yanaweza kukufanya uonekane mjinga ama mtu ambaye sijitambua hasa katika jamii yako, a mbele za watu. Jambo la kwanza kabisa ni kuongea bila kusikiliza. Unapoongea bila kumsikiliza mwenzako inadhihirisha kwamba wewe haupo tayari kujifunza. Kumbuka, akili huanza kwa kusikiliza. Hivyo kwenye maongezi yote ambayo ukiwa unaongea na mtu a, rafiki yako au ndugu yako wa karibu, jitahidi usiwe wewe ndo mwongeaji mkubwa katika hayo maongezi. Bado ongea kwa kiasi chako, mpishe au mpe nafasi mwenzako ambaye alikupa nafasi ya kusikiliza. Hii itakuonyesha kwamba upo tayari kujifunza, na hii itaweza kubuild connection na watu wako karibu. So usiwe mtu ambaye unaongea bila kusikiliza wenzako. Jambo la pili ni kupinga kila kitu. Usiwe mtu ambaye wewe kila kitu unapinga, licha kwamba facts ama points zipo wazi ama ukweli umewekwa wazi, lakini unakuwa bado tu unapinga, unabisha. Hii inaonyesha kwamba wewe haupo tayari kujifunza, bali unaficha ego yako ama ubinafsi wako. So usiwe mtu ambaye unapenda kupinga pinga kila kitu, licha kwamba ukweli upo wazi, kwa sababu hii inaonyesha kwamba wewe ni mjinga ama hujitambui. Jambo la tatu ni kujifanya unajua kila kitu. Kumbuka duniani hakuna mtu ambaye amezaliwa anajua kila kitu, wote tunajifunza. Hivyo ukikubali kwamba wewe hujui kitu fulani, ndo hatua ya kwanza kujifunza. Usijifanye ni machino e, na maanisha kila kitu unataka kujifanya unajua. Bakiza ushamba kidogo, vitu vingine jifanye, kubali kwamba mimi sijui, kwa sababu unavyokubali kwamba wewe hujui ni hatua ya kwanza ya wewe kujifunza. So, usijifanye unajua kila kitu. Jambo la nne ni kuamini kila unachokisikia. Usiwe mtu ambaye wewe kila unachokisikia unaamini, bali kumbuka watu wenye akili ama watu werevu huwa siku zote wanahoji au wanajaji juu ya kile kitu ambacho wamekisikia, wataweka maswali au question mark. Inaonyesha wa kwamba wewe ujitambui ama wewe ni mjinga. So, epuka hayo mambo bwana. Ulikuwa na mimi Issa Mwimbi kwenye Jewa jua, asante.